Msimamo wa chama kuhusu no reforms, kuusu no reforms, no reforms ndio msimamo wa nchi. Tunataka uchaguzi huru na haki. Rais Samia, kama unajiamini, tuletee uchaguzi huru na haki kwenye uwanja una ulingana, tupige mechi saa kumi na mbili. Utakuwa Kizimkazi, umepumzika tunaona vizuri. Na wanafikiri wakimkamata misi wamweke ndani, tutarudi kulia e, kwamba chadema itakufa. Chadema haiwezi kufa. Mimi ni mtu wa damu ya mara hiki chama kitaenda, tunaelewana yeah, vizuri yeah, na kitaenda yeah, na wanakiona kinapepea uango kweli mkendo pipo akuna kitwa mkendo pipo pipo. No reforms, no reforms. Watu wangu asanteni sana, Mungu.